Kiwanda hichi sio tishio kwa sekta binafsi, yaani hilo niliweke wazi. Kiwanda hichi kinakuja kukompliment kazi ambazo tayari sekta binafsi imekuwa ikiifanya ya kuleta nguzo kwa TANESCO, lakini kwa numbers kama nilivyopewa hapa na meneja eh, ni kwamba tulikuwa tuna uhitaji wa nguzo elfu themanini mwaka jana za zege lakini zilizoweza kupatikana ilikuwa ni nguzo elfu arobaini. Kwa hiyo kuna nusu nzima ambayo ya malengo hatukufikia. Kwa hiyo hata kwa kuweka kiwanda hiki, maana yake bado eh, mahitaji ya nguzo za zege yatakuwa ni makubwa, ambapo hata mwingine akitaka kuwekeza katika kiwanda kama hiki, soko lake bado lipo kwa sababu TANESCO inaendelea kubadili nguzo zilizokuwepo za miti, lakini sio kubadili tu nguzo za miti. TANESCO inaendelea kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi yetu ambayo umeme ulikuwa hujafika. Kwa hiyo mimi nipongeze tena uh, bodi uh, ya TANESCO pamoja na management kwa kuja na wazo la kuanzisha kiwanda hiki. Rai yangu mfanye haraka, lakini haraka ambayo mna uhakika. Mkiwasha mitambo, sio kesho tena mnarudi kusema kwamba kuna hichi kimekosekana, kuna kile kimekosekana. Wala msikibi, msikimbizane na tarehe kusema sisi tunataka tuanze tarehe ishirini. Anzeni pale ambapo unaona kila kitu kitakuwa kimekamilika. Nadhani umenielewa meneja. E, sio kwa kuniridhisha mimi mkasema tunaanza Ijumaa. Hapana, anza pale ambapo mmekamilisha kila kitu, sababu nikiangalia hapa bado hata. Mheshimiwa DC, unaona bado mazingira, mitambo inaweza ikaiko sawa lakini msihatarishe pia e, wale ambao watakuwa wanafanya kazi hapa. E, sasa mmeweka kiwanda hiki Tabora, lakini natamani kuona na maeneo mengine ya Tanzania mnakimbizana kuhakikisha kwamba mnaweka kiwanda kama hiki kikubwa. wale ambao watakuwa wanafanya kazi hapa ni kutunza miundombinu hii, sije mka, mkaanza sasa mnasema shifti za usiku kumbe mnazima mashine mnaenda kulala, baadaye tukuta zege limeganda Eh, baadaye unakuta sijui mitambo imefanyaje imefanyaje, alafu kiwanda hiki kikawa baada ya muda mfupi tu kime, kimeacha kuzalisha. Ni fedha nyingi bilioni saba imewekezwa hapa ya Watanzania ili kuhakikisha ya kwamba shirika letu linaongeza lina, lina tija eh, katika kuweka nguzo za zege katika taifa letu. Tumekuja hapa kwenye kiwanda cha kutengeneza nguzo za zege cha kampuni tanzu ya TCPM ambayo inamilikiwa na TANESCO kwa asilimia mia moja. Gharama ya huu mradi ni shilingi bilioni 7.9, lakini mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa shilingi bilioni 5.6. Tunaweza tukasema tuko asilimia 95 ya utekelezaji wa mradi. Amebakia mambo madogo eh, kimsingi ya kuboresha mwonekano na vifaa kidogo vya upande huu kwa ajili ya kuvimalizia. Kwa hiyo wao wako tayari kufikia Ijumaa kwa maana ya tarehe ishirini, wanaweza kuanza kazi, lakini kama ulivyoona maelekezo ya wa Mheshimiwa Waziri amesisitiza usahihi na kuhakikisha dosari zote tunaziondoa, tusikimbie na tukahatarisha usalama wa watu lakini mitambo yenyewe. Kwa hiyo tutahakikisha tunatembea na maelekezo ya wa Mheshimiwa Waziri kwamba twende haraka, lakini uharaka ambao unazingatia